kitabu cha Ezekieli, sura ya saba na ya nane. Ndio, watu wa Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, mahali hapa ni wakati mwingine tena tunakutana kuendelea na kipindi kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Nami naitwa Mwalimu Petro, ninakualika uweze kuandaa Biblia yako, karibu, ili tunaposoma tusome wote kwa pamoja, na ile mistari utakayokuwa unaona inakugusa sana zaidi kuliko mingine au unaielewa zaidi kuliko mingine. Mara zote nimekuwa nakwambia, jua mahali hapo ndio Roho Mtakatifu anaongea na wewe kwa wakati huu, papigie mstari au panoti pembeni, jipe nafasi ya kujitafakari tena zaidi na kujiombea neema ya kuishi sawasawa na hilo neno linavyosema. Lakini pia mtu wa Mungu ni kutie moyo yua mkini, kuna wakati unasoma Biblia na hauelewi chochote. Mtu wa Mungu usiache kusoma Biblia kwa ajili hiyo endelea kusoma tena na tena kumbuka, biblia ni kitabu cha kiroho, hivyo kinahitaji hekima ya Roho Mtakatifu. Soma tena na tena, usiache. Lakini pia wakati mwingine wasiliana na wahudumu walioko pamoja, karibu na wewe, ili upate nafasi ya msaada katika hilo eneo. Tusali, tuanze rasmi siku ya leo. Jina la Baba na Mwana a Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakualika, Roho Mtakatifu tunaomba utusamehe dhambi zetu karibu tuangazie mapaji yako hususani paji la Mungu Baba la elimu, ili Bwana tuweze kuelewa kwa mwangaza wako, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Amen. Karibuni sana wapendwa, ni kitabu cha Ezekiel, sura asaba na ya nane. Mlango wa saba. Tena neno la Bwana likanijia kusema, na wewe mwanadamu, Bwana Mungu aiambia hivi, nchi ya Israeli ni mwisho. Mwisho umezijia pembe nne za nchi sasa mwisho huu unakupata nami, nitakuletea hasira yangu, nitakuhukumu sawasawa na njia zako, nami nitakupatiliza machukizo yako yote. Jicho langu halitakuachilia wala sitaona huruma, bali nitakupatiliza njia zako, na machukizo yako yatakuwa katikati yako, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Bwana Mungu asema hivi, ni jambo baya, jambo baya la namna ya peke yake, angalia, linakuja Mwisho umekuja mwisho huu umekuja, unaamka, ukupate. Angalia unakuja ajali yako imekujia wewe, ukae katika nchi hii. Majira yamewadia, siku ile inakaribia, siku ya fujo, wala si ya shangwe milimani. Basi hivi karibu nitamwaga ghadhabu yangu juu yako, nitazitimiza hasira zangu juu yako, nami nitakuhukumu sawasawa na njia sawa sawa zako nami nitakupatiliza machukizo yako yote. Jicho langu halitaachilia wala sitaona huruma. Nitakupatiliza njia zako na machukizo yako yote yatakuwa katikati yako, nanyi mtajua ya kuwa mimi Bwana napiga. Angalia siku hiyo, angalia inakuja. Ajali yako imetokea, fimbo imechanua, kiburi kimechipuka. Udhalimu umeinuka ukawa fimbo ya uovu Hapana mtu atakayesalia miongoni mwao wala katika jamii yao wala kitu katika utajiri wao wala hakutakuwa kutukuka kati yao. Majira yamewadia siku ile inakaribia. Huyo anunuae asifurahi, wala asihuzunike auzae, maana ghadhabu imewapata wote jamii. Kwa maana auzae hata hatakirudia kilichouzwa, wajapokuwa wangali hai, kwa sababu maono haya yawahusu wote jamii. Hapana mmoja atakayerudi, wala hapana mtu atakayejitia nguvu katika uovu wa maisha yake. Wamepiga tarumbeta, wameweka vitu vyote tayari, lakini hapana aendaye vitani, maana ghadhabu yangu imewapata wote jamii. Upanga uko nje na tauni kupanga, na njaa zimo ndani. Yeye aliye nje mashambani atakufa kwa upanga, na yeye aliye ndani ya mji njaa na tauni zitamla. Lakini watakaokimbia watakimbia nao watakuwa juu ya milima kama hua wabondeni, wote wakilia, kila mmoja katika uovu wake. Mikono yote itakuwa dhaifu, na magoti yote yatalegea kama maji. Tena watajifungia nguo za magunia, na utisho utawafunika, na aibu itakuwa juu ya nyuso zote, na upaa juu ya vichwa vyao vyote. Watatupa fedha yao katika njia kuu za mji, na fedha yao itakuwa kama kitu cha unajisi. Fedha yao na dhahabu yao hazitaweza kuwaokoa siku ya ghadhabu ya Bwana. Hawatajishibisha roho zao, wala hawatajijaza matumbo yao, kwa sababu zilikuwa kwazo la uovu wao. na uzuri wa pambo lake yeye aliyouweka katika enzi, lakini wao walifanya sanamu za machukizo yao na vitu vyao vichukizavyo ndani yake, ndiyo maana nimeifanya kuwa kama kitu cha unajisi kwao, nami nitapatia katika mikono ya wageni pawe mateka yao na katika mikono ya waovu wa duniani pawe mawindo yao, nao watapanajisi tena. Nitaugeuza uso wangu usiwaelekee, nao watapatia unajisi mahali pangu pasiri, na wanyang'anyi wataingia humo na kupatia unajisi. Ufue mnyororo, kwa maana nchi hii imejaa hukumu za damu, na mji umejaa udhalimu. Kwa sababu hiyo nitawaleta watu wa mataifa walio wabaya kabisa, nao watazimiliki nyumba zao. Tena nitakikomesha kiburi chao wenye nguvu na mahali pao patakatifu patatiwa unajisi. Uharibifu unakuja, nao watatafuta amani, lakini haitapatikana. Madhara yatakuja juu ya madhara, na habari ya shari juu ya habari ya shari. Nao watakwenda kwa nabii kutaka maono, lakini hiyo sheria itampotea kuhani, na mashauri yatawapotea wazee. Mfalme ataomboleza, na mkuu atavikwa ukiwa na mikono ya watu wa nchi itataabika. Nitawatenda sawasawa sawa na njia yao, nami nitawahukumu sawasawa sawa na kustahili kwao, nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Mlango wa nane. Ikawa katika mwaka wa sita mwezi wa sita siku ya tano ya mwezi, nilipokuwa nikikaa nyumbani mwangu, wazee wa Yuda nao wali wamekaa mbele yangu, kono wa Bwana Mungu ukaniangukia huko. Ndipo nikaangalia na tazama, kana kwamba ni mfano wa moto; tangu mfano wa viuno vyake na chini moto, na tangu mfano wa viuno vyake na juu, kana kwamba ni mfano wa mwangaza kama rangi ya kaharabu. Naye akanyosha mfano wa mkono, akanishika kwa kishungi kimoja cha nywele za kisho changu, nayo roho ikaniinua kati ya dunia na mbingu, ikanileta katika maono ya Mungu mpaka Yerusalemu, mpaka mlango wa kuingilia ua wa ndani uelekea upande wa kaskazini, mahali palipokuwa pamewekwa sanamu ya wivu itiayo wivu. Na tazama, huo utukufu wa Mungu wa Israeli ulikuwapo hapo sawasawa na maono yale niliyoyaona katika uwanda. Ndipo akaniambia mwanadamu, inua macho yako sasa uangalie upande wa kaskazini. Basi nikainua macho yangu nikaangalia upande wa kaskazini, na tazama upande wa kaskazini wa mlango ilikuwako sanamu ile ya wivu mahali pale pa kuingilia. Akaniambia, mwanadamu, je, unayaona wanayoyafanya, yaani haya machukizo makubwa wanayoyafanya nyumba ya Israeli hapa, hata niende zangu mbali na patakatifu pangu? Lakini utaona tena machukizo makubwa mengine. Akanileta hata mlango wa ua, nami nilipoangalia tazama pana tundu katika ukuta. Ndipo akaniambia mwanadamu, toboa sasa katika ukuta huu. Nami nilipotoboa, tazama pana mlango. Akaniambia, ingia, uyaone machukizo mabaya wanayoyafanya hapa. Basi nikaingia, nikaona, natazama kila namna ya wadudu na wanyama wa chuki zao, na taswira za vinyago vyote vya nyumba ya Israeli, zimepigwa ukutani pande zote na watu sabini wa wazee wa Israeli walikuwa wamesimama na kuzielekea, na katikati yao alisimama Yaazania mwana wa Shafani, kila mmoja anachetezo mkononi mwake, na harufu ya moshi wa uvumba ilipaa juu. Kisha akaniambia, mwanadamu, umeyaona wanayotenda wazee wa nyumba ya Israeli gizani, kila mtu ndani ya vyumba vyake vya sanamu? Maana husema, Bwana hatuoni, Bwana ameiacha nchi hii. Akaniambia tena utaona tena machukizo makubwa mengine wanayoyatenda. Ndipo akanileta mpaka mlango wa kuingilia katika nyumba ya Bwana ulioelekea upande wa kaskazini, na tazama, wanawake wameketi wakimlilia Tamuzi. Akaniambia mwanadamu, umeyaona haya? Utaona tena machukizo makubwa kuliko hayo. Akanileta mpaka uwa wa ndani wa nyumba ya Bwana, na tazama, mlangoni pa hekalu la Bwana katika ukumbi na madhabahu walikuwako kama watu ishirini na watano, wamelipa kisogo hekalu la Bwana na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki, nao wanaliabudu jua na kuuelekea upande wa mashariki. Basi akaniambia umeyaona haya, ee, eh, mwanadamu, je, ni jambo dogo sana kwa nyumba ya Yuda wafanye machukizo wanayoyafanya hapa? Kwa maana wameijaza nchi hii udhalimu tena wamerejea nyuma ili kunikasirisha, na tazama, wanaliweka tawi puani. Kwa sababu hiyo mimi nami nitatenda kwa ghadhabu, jicho langu halitaachilia wala sitaona huruma, na wajapolia masikioni mwangu kwa sauti kuu sitawasikiliza.